Habari, karibu katika mada ya leo. Leo tunapenda kujifunza mada mfupi lakini ni muhimu sana: mikao sahihi na salama wakati wa ujauzito. Wakati wa ujauzito mwili wa mama hubadilika ili kuweza kumhudumia mtoto anayekuwa kwa kasi tumboni. Mabadiliko haya huweza kuathiri usawa wa mwili, mgongo na mzunguko wa damu, hivyo ni vyema mama mjamzito kufahamu na kuchagua mikao salama wakati wa ujauzito ili kuweza kumhudumia mtoto anayekuwa kwa kasi tumboni na kuepuka changamoto mbalimbali za kiafya. Utakuwa nami daktari Lenny Komba anachukuletea mada hii ndani. Kama bado kujiunga nasi, basi jiunge nasi kwa kubonyeza alama subscribe, kisha kengele pembeni yake. Mkao wa kwanza tutaangalia mkao salama wakati wa kulala. Tunashauri kipindi hiki cha ujauzito mama awe analala kwa ubavu wa kushoto, yaani left lateral position. Mkao huu ni bora kwa kipindi hiki kwani una faida zifuatazo. Kwa kwanza, kusaidia kuboresha mzunguko wa damu kati ya moyo wa mama na moyo wa mtoto lakini pia husaidia kupunguza shinikizo kwenye ini na figo, lakini pia mkao huu husaidia kupunguza hatari ya kuvimba kwa miguu, kitaalamu tunaita lower limb edema. Hakushauri mama mjamzito kulala chali, kwani kulala chali, mkao huu huweza kuongeza pressure kwenye mishipa mikubwa ya damu kama vena cava hivyo kupunguza mtiririko sahihi wa damu na huweza kupelekea changamoto mbalimbali za kiafya. Aina ya pili ya mkao ni mkao wakati wa kukaa. Tunashauri mama mjamzito aweze kukaa kwa kusimama, yani sitting up position katika angle tisini. Kaa kwenye kiti chenye egemeo na miguu kuweka chini, usikae kwa kujibana. Mkao huu ni salama, kwani huweza kugawanya uzito katika uwiano sahihi kwenye viungo vya mwili na hauna changamoto nyingi. Wakati wa kusimama, tunashauri mama mjamzito asimame wima kwa miguu yote miwili. Asipende jaribio la kusimama kwa mguu mmoja, kwani anaweza akaanguka, lakini pia asisimame kwa kutumia viatu vyenye visigino viatu hivi vinaweza vikapelekea kuanguka kwa urahisi na kupata changamoto mbalimbali kiafya. Wakati wa kufanya kazi, unashauri mama mjamzito asifanye kazi ngumu wala kuinua vitu vizito, ila ikibidi kufanya kazi, basi afanye kazi akiwa amekaa. Kama unafua, basi fua ukiwa umekaa. Kama unainua vitu vizito inua vitu hivyo ukiwa umepiga magoti au ukiwa umekaa chini au kuchuchumaa. Mikao hii huweza kusaidia kugawanya uzito katika sehemu zote za mwili bila kuathiri ukuaji wa mtoto wala mtiririko wa damu kwa mama pamoja na mtoto. Faida za kuchagua mikao salama wakati wa uzito, kwanza, kusaidia kuboresha mtiririko wa damu kwa mama na mtoto, lakini pia kusaidia kupunguza hatari mbalimbali za kiafya, lakini pia kusaidia kupunguza maumivu kwa mama, hasa maumivu ya mgongo pamoja na kiuno. Ndugu mtazamaji, nitimisho wa kusema kwamba ni vyema kuchagua mikao salama wakati wa ujauzito ili kupunguza hatari za kuchoka, maumivu makali na hatari ambazo zinaweza zikatokea kwa mama pamoja na mtoto. Ulikuwa nami Daktari Lenny Komba. Na mimi kuna jambo amejifunza, niendekee kwenye comment section na nasi pia tujifunze. Usisahau kushare maudhui haya kwa mjamzito mmoja ili apate kujifunza zaidi. Nikutakia siku njema na Mungu akubariki.